Hapa tulipo tumevua kabisa vazi la utu. Hapa tulipo tumevua kabisa vazi la ungwana. Hapa tulipo tuko ni wanyama kweli kweli, tumejawa na ushetani wa kiwango cha hali ya juu. Tutakufanya vibaya, na haitoishia kwako tu, ni kwako wewe na familia yako wote, tuna binua itakutiane lawamu Tukwambie tu tunaweza kufanya ubaya wa mwisho kabisa ambao binadamu anaweza kufanya. Tafadhali kaa mbali na vii, tafadhali kaa mbali na Simba Sports Club. Tutakufanya vibaya, hatutamwonea mtu aibu hatutamwonea mtu huruma, hatutajali cheo chake wala wadhifa wake, ili mradi anataka kutuharibia Simba na sisi tutamharibia mazima. Na sisi kwenye kuharibu hatuchagui tuharibu kitu gani, tunaharibu maisha yako yote. Tafadhali Mbali na sisi, tuwache tutimize kile ambacho tumedhaluia. Kama ni kushindwa, tushindwe wenyewe, lakini asitokee mjinga kutoka pembeni akataka kutuharibia, na hii inawahusu wote. Hata kama kuna mtu ndani ya Simba anapambana Simba wenyewe tukose ubingwa, naye tutamka naye majina. <laughs> tumesubiri hili kombe kwa miaka mingi sana, miaka 89 tumesubiri hili kombe tangu klabu yetu imeanzishwa, tumekuwa tukipigania hili kombe. Sasa hivi tumebakisha dakika tisini tu za kuchukua hili kombe. Hatuwezi kukubali kufanya makosa na hatupo tayari kumwona mtu anatuharibia furaha yetu ambayo itadumu milele. Watu wamepoteza maisha na Simba hii.